Ng'ombe wote ni wa Mheshimiwa Rais na anawajua kwa idadi yake na ndio aliwaleta hapa. <clears throat> Kwa hiyo ukitoa hata ng'ombe mmoja, maana yake lazima ajue wametoka kwa sababu gani. Nafurahi kujulisha kwa kwamba leo tunawakabidhi ng'ombe wote wakiwa mimba. <clears throat> tungesema tu kesho yake tulete ng'ombe ili tufurahi kwamba tumepokea ng'ombe. Afu, mwisho wa siku ng'ombe wakae miaka mitatu minne bila kuzaa bado isingekuwa na tija kwenye umoja wetu. Leo tunakabidhi ng'ombe kumi wote wenye mimba. Tunahakika kwa shamba tulivyoliona na umakini wa hawa watu tunaowakabidhi ng'ombe hao, watakuwa na tija kubwa sana katika uendelezaji wa mifugo yetu katika taifa letu. Hii hii imekuwa ni shauku ya Mheshimiwa Rais kuona kwamba wanao Wanaotaka kufuga kisasa wanawezeshwa. Serikali ina mang'ombe mengi sana, tuna mashamba kama alivyosema mtaalamu hapa, tuna mashamba matano kwenye maeneo mbalimbali. Kule Kitulo tuna, tuna ng'ombe wetu wa maziwa wanafanya vizuri, lakini rais anataka wale ambao wako tayari kufuga wawezeshwe kufuga, wale ambao wanataka kufuga kisasa wawezeshwe kufuga kisasa. Hata hawa wafugaji wetu wa kizamani waki tuko kwenye utaratibu wa kuwabadilisha waanze kufuga kisasa. E, eh, kuna ng'ombe unakuta mfugaji ana ng'ombe elfu kumi. Mfugaji mmoja. Alafu hana eneo la kuwafugia. Tunahamasisha, tunawafundisha sasa hivi kwamba ukiwa na ng'ombe elfu kumi, ng'ombe elfu mbili, ng'ombe elfu tano, kumbe hao ng'ombe wanaweza kukuletea faida. Punguza modiwa, kwa sasa hivi utaona ni kwamba unaweza kuwa na ng'ombe elfu kumi, lakini kashamba ni kadogo na kakaweza kuwa na impact kubwa kuliko ambavyo ungekuwa na shamba kubwa halina impact. Nasema asante sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hasa rais wetu mpendwa sana Mama Samia Suluhu Hassan kupitia wizara hii kwa kuruhusu mapadi wapewe mradi huu wa huwa, ng'ombe kumi za maziwa. Kwa kweli tunaishukuru serikali sana kwa kutushika mkono nasi tunaahidi, vizuri, na sisi tunaahidi tutasimamia vizuri na tutakuwa mfano mzuri na tuta kwenda kwa malengo ambayo anatakiwa, ili hata ile jamii ambayo inatuzunguka iweze kunufaika na mradi huu, watoke katika ufugaji wa kiasili, basi tuende katika ufugaji wa kisasa wenye tija. Lakini pia tunamshukuru sana waziri na naibu waziri Mnyeti, kwa utendaji wenu mzuri ambao mnaendelea nao, hata kufika kwenye shamba letu tu, ile inaonyesha namna gani serikali inajali. Mitamba inayozalishwa hapa shamba la Mabuki, sawa, hili ni mitamba chotara aina ya inayotokana na ng'ombe aina ya Friesian madume, lakini pia na majike ya Borani. Ng'ombe hawa wana uwezo wa kuzalisha maziwa kuanzia lita nane hadi kumi na mbili kwa siku kwa mikamoo miwili. Kwa tafsiri hiyo, ng'ombe hawa wana ubora zaidi kuliko ng'ombe wetu wale wa asili. Kila ng'ombe ana mimba ya umri wake na watazaa kwa muda tofauti tofauti. Kwahiyo karibuni sana kwa tukio hili. Nafurahi sana, shamba letu liko hai kwa ujumla kabisa. Hatuna ng'ombe hawa tu, mpaka leo tuna ng'ombe elfu mbili mia nne ishirini na moja. Kwa hiyo shamba liko hai na litaendelea kutoa huduma kama hizi miaka mingi, na hatuta hatutegemee ili liishie hivi karibuni.